Guys, guys. Sawa sawa, ndugu watazamaji, mjengo wetu kama unavyoona, nyumba ni nyumba ambayo ni simple sana, nyumba ya kawaida kwa mabachelors au watu sema ah, <laughs> e, ya commercial business na nataka kuhishi kuhishi flash, flash, flash hapa, 128 GB. Silver, silver. ina rangi ya silver inakuja, yani kwa bei ya elfu ishirini tunapata hii flash, ni micro drive. Hii flash kama unavyoiona ina port ya USB porti, alafu unaweza ukaitumia, kama hamna haja kuchomeka OTG. Ni type C, unaweza ukaichomeka kwenye simu yako. Unaona haina haja ya kuweka OTG, kama unavyoona hii ni type C hapa. Unaona ni flash ambayo ina 128 GB na inaenda kwa Tanzania Shillings elfu ishirini unaona. Hii hapa flash mpya kabisa, ngoma original. Tunatuma sehemu yoyote ulipo wewe, tu cheki tu utapata hii flash. Asante. <coughs> Pia unaweza ka kufanya kama kioski chako. Nyumba hii inakuja na vitu vingi, maana inakuja na ina, sehemu ya jiko, sehemu ya bathrooms ambayo ni tunasema toilets au choo, ah, alafu inakuja na parking ya chini, unaona laundry, sehemu ya kufulia vitu, anzia hapa. Unaona hapa unaweza kachoma nyama, unaona hapo, unaweza ka kukaa ukachoma nyama, unaona ya nani, fireplace, unaweza kachoma nyama ukakaa kwenye meza hapo, kagonga unaona Haya, naona kwa nyuma kwenye hii balcony eh. Na hapa hili ni eneo la kufuria, tunasema washing area, washing and laundry, ambapo ni sehemu ya kufuria pia. Unaweza kaamka ukaja ukajisafisha waka, huku naona sehemu kufua kuosha vyombo eh. Unaona hii sehemu inatumika. Alafu mlango huu unaona, huu hapa ndio tunaingia parking yetu ilipo, unaona? Ehe, parking yetu ndio hii, unaona. Hii ni parking yetu. Eh, okay. Ni parking yetu hiyo. Alafu huu mlango unaona hapa huu unatuingiza kwenye kwenye ngazi, ngazi ambazo zinakupeleka juu, unaona? Hii inatuingiza kwenye ngazi, ngoja tuone. Okay, kwanza na ground. Unaona? Baada ya kuchukua mlango, huu mlango unakuingiza hapa. Hapa unakutana na ngazi. Hizi ngazi ndio zinakupeleka juu. Juu ndio kuna kila kitu. Kuna sehemu ya kulala, kuna jiko, eh? Okay na hizi balcony za kupumzika, twende. Unaona sasa tumeshafika hapa. Ukishafika hapa unakutana kwanza na dining. Kitu cha kwanza unapoingia tu unakutana na dining. Dining ni hapa. Unaona ni dining fulani hivi eh? Baada ya kupika chakula chako hapa unaweza kukalia hapa, unaona. Ukaja kwa upande huu kuna hizi sliding door, unaona? Hizi ni sliding door. Yaani eh? Tunasema ile mirango ya kuslide, okay? Mirango ya kuslide. Hii sliding door inakupeleka kwenye kwenye hii balcony. Hii balcony ni sehemu ya kupumzika eh, kwa Kiswahili. Lakini tungeweza kuita balcony, sehemu ya kupumzika, unaona hapa unaweza ukasoma kitabu mm, kama unavuta peji, unakunywa pombe hapa unaweza kanywea, okay. Unaona, itakuja na balcony mbili kwa upande wa juu. Hii ni balcony ya kwanza, ni mita mbili, ni eneo kubwa kwa ajili ya TV baadhi yako ya nguo kwa upande huu unaona. Haya, ukitoka hapa unaona hizi kitanda ni kikubwa kitanda, sita kwa sita, sita kwa sita. Haya, sasa tunaenda kuangalia bathroom. Hii ndio bathroom au choo, unaona, unapoingia sehemu ni choo fulani. Kumbuka sehemu yote hapo pia nakuosha vyombo iko chini, kwa hiyo hiki ni choo tu, sehemu ya kuogea. Haya, huku kuna huu mlango karibu na dining hapo, unaona hii ni jiko jiko ya hapo, unaona hii jiko ni jiko ndogo ambapo unaweza kukaza kwa hapa nini ukaja kukalia hapa, kwa hiyo ni same plan hata kupika jiko semiake, izi, na same yake kiki na tena. Kwa nyumba kama hizi, nimeionyesha namna gani ni design mwanzo mwisho. Unaona, kama unataka ku design nyumba kama hizi, pet factory, nime design mwanzo mwisho, na huo ndio muonekano wake wa mwisho. Unaona kwa juu kwa wajibu wake ulivyo namwaga maji huku na mwaga maji huku. Hapa unaweza ukaweka tenki zako mbili, unaona, kwenye hizi balcony kuna sehemu za kuweka tenki, unaweka tenki zako mbili. Unaona ni kinyumba fulani hivi, na nimekionyesha namna ya kudesign mwanzo mwisho. If you are interested, yani kama unahamasika na kutengeneza ramani kama hizi, kwetu tunatengeneza kila siku. Unaona, thank you.